Serikali imesema ipo katika hatua za awali za kubatilisha hati za umiliki wa mashamba zaidi ya ishirini na mbili yaliyotelekezwa na makampuni ama watu binafsi ili waweze kuyarudisha kwa wananchi. Akijibu swali la mbunge wa Korogo vijijini Stephen Ngonyani lililohoji ni kwa nini serikali isiwakabidhi wananchi wa Hale shamba la mkonge la Hale mwa Kinyumbi linalomilikiwa na Chavda Limited, naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, Angelina Mabula anasema shamba la Makinyumbi ni shamba linalomilikiwa na kampuni ya Makinyumbi Saiso Estate Limited ya MS Chavda. Bwana Chavda alinunua shamba hili kwa mamlaka ya ya Mkonge Tanzania wakati wa awamu ya kwanza ya ubinafsiaji wa mashamba ya Mkonge mwaka 1985 na 1988 ili wananchi wa Korogwe waweze kukabidhiwa sehemu ya shamba hilo rasmi kupitia halmashauri yao, taratibu za ubatilisho lazima zikamilishwe. Ninatoa rai kwa wananchi wa Korogwe kuwa na subira wakati serikali inashughulikia swala hili. Mheshimiwa Spika, kupitia bunge lako tukufu, nitoe rai pia kwa halmashauri zote nchini kuendelea kuainisha mashamba pori na viwanja vilivyotelekezwa ili mchakato wa kisheria wa kufuta miliki zake ufanyike kwa wakati na kuondoa migogoro inayozidi kushamiri siku hadi siku. Akiuliza swali la nyongeza, mbunge Ngonyani anafafanua: Nilikuwa na maswali mawili ya nyongeza. Kwa kuwa waziri umefika na kuliona shamba hili ambalo limetelekezwa zaidi ya miaka ishirini na mbili ni serekali, kwa nini sasa serikali siwakabidhi wananchi wakalitumia kwa shughuli zao? Badala swali la pili, kwa kuwa mashamba mengi yaliyotelekezwa yamechukuliwa yame, yame, yame mikopo kwenye mabenki na sasa hivi yametelekezwa, nini kauli ya serikali kwa yale mashamba ambayo yalichukuliwa mikopo hayaendelezwi na yametelekezwa mpaka muda huu? Majibu ya swali hilo yakawa hivi: kama nilivyosema katika uh, jibu langu la msingi ni kwamba utaratibu ili uweze kumnyang'anya mtu huyo ni lazima ule utaratibu wa kisheria ufatwe na ndio maana nimesema katika hatua za awali ambazo serikali imechukua ni kutoa notice kwa hao ambao wametelekeza mashamba na sio huyo tu mmoja. Yako mashamba zaidi ya ishirini na mbili ambapo baada ya ziara yangu wamepewa notice. Kwa hiyo niseme tu kwamba taratibu za serikali zinaendelea, muda ule ukisha kwisha, ni jukumu la halmashauri husika sasa kuweza kumshauri mheshimiwa uh, waziri ili na yeye mi ni mean, kuweza kupendekeza kwa mheshimiwa wa waziri ili na yeye aweze kumshauri rais kubatilisha. Ni lazima ule mchakato wa kisheria utimizwe, na kwa sababu wenzetu wa korogo wameshaanza, ninaimani litafikia mahala pazuri. Swali lake la pili anasema, mashamba mengi yamekuwa mapori, lakini pia inafahamika kwamba mengine yamechukuliwa mikopo mabenki na nini, sasa serikali inasema. Niseme haya yamekuja kufahamika na kuthibitika rasmi baada ya wizara yangu kuanza kutoa ilani kwa wale ambao wametelekeza mashamba yao. Lakini kama serikali, tunachofanya sasa ni kuhakikisha tunafanya kazi sambamba na mabenki, ili fedha za umma zisipotee, kwa sababu dhamana za hati zile zimewekwa na zimechukuliwa mikopo, lakini pengine mikopo ile haikwenda kunufaisha katika yale maeneo. Kwa hiyo jukumu letu sisi tunalofanya pamoja na ilani zinazotolewa katika mashamba haya lakini bado kama serikali tunafanya kazi kwa karibu sana na mabenki ili kuhakikisha kwamba sasa kama zile dhamana zile walizokuwa wameweka pengine zinakwenda kubatilishwa, sasa tujue ni namna gani yale mabenki yataweza kupata pesa zake. Kutoka bungeni mjini Dodoma, Peter Edson, Mwananchi Digital.